Huenda umekutana na hali ya kutokwa na damu baada ya tendo la ndoa au wakati wa tendo la ndoa. Hiyo hali ikikikuta kwa mara moja ni hali ya kawaida, lakini pale inapokuwa na mwendelezo, ndio inaweza kukuletea shida na kukuletea changamoto katika mji wako wa uzazi. Lakini uonapo kuwa unatoka damu wakati wa tendo la ndoa, tambua ya kuwa tayari unakuwa umeathirika aidha na changamoto ya homoni, yaani una mvurugiko wa homoni ambao unakupelekea wewe kupata uke mkavu, na matokeo yake wakati wa tendo la ndoa unajikuta unapata damu. Lakini pia kwa wanawake ambao wanakuwa na fibroids au uvimbe kwenye kizazi, zinakuwa ni sababu kubwa ya yeye kukutana na mwenzi wake na kutokwa damu. Wanawake wenye mimba changa wanakutana na hali hiyo pia, akikutana na mwezi wake anapata damu kutoka, lakini anakuwa hakutani na ile damu kutoka mara kwa mara, inatoka mara moja na inaisha. Lakini kama kila episode ya wewe kukutana na mwezi wako unatokwa na damu, hiyo ni hali ya hatari ambayo inakuwa inaashiria vitu hivyo hapo nyuma. Lakini hata mtu mwenye saratani ndani ya mji wake wa uzazi anaweza kuwa na hali hiyo. So ili uweze kuondokana na hali hiyo, unahitaji kuweza kutibia hizo changamoto ambazo zimeshakukuta hapo awali, kama ni hormone au fibroid ama ni saratani. Kama unahitaji kuendelea kujifunza zaidi, unaweza ukachukua namba yangu hapo bio, uka comment ukalike pamoja na kushare.